Kichaa ni ugonjwa wa akili. Changamoto ya afya ya akili ni mkwamo wa akili. Katika kutatua changamoto za maisha, mkwamo. Na watu wengi wamekwama. Uh, changamoto ujue duniani zipo hazikosekani. Kama utaki changamoto nenda makaburi, ni hakuna tozo wala bando. Lakini kama umezaliwa upo duniani, changamoto ni muhimu. Eh, ndio maana unapozaliwa tumbo la mama, nyumba mgongo wake, gari matiti yake, msosi huyo ndio mwanamke kiumbe bora sana huyu. Hata kama hujapata gari mgongo wake gari ya kwanza, au sio? Kwa uh hiyo -huh. changamoto zipo kwenye maisha. Kama hutaki changamoto hapa duniani, wewe sio mtu, wewe ni jiwe. Na ndio maana nilisema tunatofautiana na tafsiri na tafsiri ya mtazamo. Hatuna ugomvi duniani, hata kwenye familia hakuna ugomvi, ni mtazamo na tafsiri ya mtazamo mimi nimesoma fundi seremala, fundi bomba, fundi ujenzi, fundi seremala, FDC Kibaha. Uh, mwaka 1980 kiwa mdogo tu nimesoma hiyo chuo cha maendeleo la nchi Kibaha. Mimi nikiuona mti wote yule na kuona mti ambao, hata mgomba anatamani uwe mti ambao. Uh, mama ntilie akiuona mti wote anatamani ungekuwa wakuni apike ubobo wake. Mtu mwenye nyumba nzuri anatamani angeweka kwenye nyumba yake kivuli kizuri ujue. Lakini mti mmoja mtazamo tofauti na tafsiri ya mtazamo tofauti. Ndio maana kondakta daladala anasema gari haijai, sio kwamba anaongopa, inajaa ndo ya maji, anatamani hata mkikumbatiana mbebane. <laughs> okay, kukosana kondakta, useme gari haijajai, imejaa tuondoke, mtakosana sana, sana. Pale hugombani na yeye, unagombana na tafsiri ya mtazamo, mtazamo wake na tafsiri ya mtazamo. Wewe unatamani ukae kama meneja wa benki, yeye anatamani mbebane. Ndio maana ukiwa chini anakuita majina yote, baharia, meneja bosi, afisa. Ukikanyaga ngazi, wenze mfupi, sogea utaki teremka, ajali kama we profesa wala nani, sogea. Kwa hiyo ni mtazamo na tafsiri ya mtazamo. Kwa changamoto lazima duniani ziwepo, hazitaisha. Hata za uchaguzi hazitaisha, hata waje maraika ndo wapige kampeni. Changamoto zipo, haziishi. Utaki changamoto Kinondoni makaburini, no ti no nini, no tozo no nini <laughs> Okay, baba duniani hivi muhimu. Na wakati mwingine ukiamka, ombea changamoto, sema wachokozi ongezeka, wachokozi ongezeka. Wachokozi wanatusaidia kwenye maisha. Niliwapa mfano wakati fulani, mliwaangalia linunua kiwanja karibu na jirani mmoja eh, akawa na mega eneo langu kila wakati. Nikasema huyu Mungu ameniletea bwana, sigombani naye. Ehe, nikamchukua nyavu, mimi nafuga sana paka. Nikamnyoa panki, nikamtupia pale Ule jamaa jasiri ya kuondoka amemwangalia ule nyau tu, akaja kunilalamikia, bwana umenitupia nyau wachawi. Kumbe mimi mwenyewe ndo nimetupa. Baadaye nikaona haelewi, nikamnyonyoa jogoo, bonge la jogoo nikamnyonyoa bila kumchinja, bonge la jogoo nimemnyonyoa manyoya, alafu nikamfunga kama hirizi na ushanga mguuni, nikamtupa kwake. Alipomuona jogoo anatembea hana manyoya kama anacheza step na ana ushanga, akakimbia mbio, akaniambia mzee, wananiroga, niipe hela kidogo kidogo kwenye kiwanja hiki. Ni, mimi naondoka utanilipa taratibu. Nikasema ashukuriwe Mungu, nimepata kiwanja. Mungu asingemleta huyu nisingepata kiwanja. Nimepata kiwanja na jogoni nimemla mchuzi na nimemlipa kidogo kidogo, sijamalizia mpaka leo. Kwa hiyo, ah. <laughs> Changamoto zipo. Mimi nikaombea kuwepo kwake, ile changamoto imenifanya nipate akili. Kwa hiyo chang Uh, changamoto ya afya ya akili ni mkwamo wa akili kwenye kuleta ufumbuzi sahihi uh, na au kuleta jawabu badala ya jibu, maana ipo tofauti ya jibu na jawabu. Nne jumulisha nne unaweza ukaandika jibu mbili, japokuwa umekosea, kio umeandika jibu jawabu lake ni nane, ndio maana <laughs> jawabu ngapi e, jibu unaweza ukaandika tatu ukaandika mbili, lakini umejibu, ila umekosea, sio jawabu. Uh -huh. Kuna tofauti ya jibu na jawabu. Kuachana kwenye ndoa ni jibu sio jawabu. Uh -huh. Uh -huh. Kuvuta bange ni jibu sio jawabu. Mkwamo wa akili imefika mahali unatafuta jibu lolote lile. Kujinyonga ni jibu sio jawabu. Wale wa dawa za kulevya huwa wanakaa nao pamoja, tunatafuta jawabu, simlaumu kwa ajili ya dawa za kulevya, ni jibu. Mwanadamu kwenye changamoto anakwama, changamoto ya akili anatafuta jibu lolote lakini sio jawabu kwa tunakaa kutafuta jawabu kwa pamoja kwa mazungumzo hata uchaguzi huu, tunakaa pamoja kwa mazungumzo utatafuta jawabu. Kikao, silaha ya kwanza duniani ni kiti na meza au mkeka. Mtarusha ndege za kivita, mtarudi kwenye vikao siku moja, lazima ndio silaha ya kwanza. Kwa hiyo napozungumza changamoto ya afya, dalili zake ni maisha ya kutojithamini. Mwanadamu jiweke kwenye viwango, jiweke kwenye thamani. Mimi ufupi wangu najiweka kwa thamani kweli. Mimi kimo cha bajeti hiki. Suruali mita moja natosha. Mita tatu huo uchoyo huo. Kimo cha uchoyo. Mimi hapa mita moja natosha koti na suruali kimo cha bajeti. Najithamini hapa nilipo au sio? Nikipanda haisi nikisimama, haleluya; nikiketi, Bwana asifiwe. We mrefu ukisimama kwenye haisi kama mtuhumiwa, ukiketi kama unakuna nazi, bora nani? tena ndio changamoto. Kwa hiyo kwanza, jithamini mwenyewe, jiweke kwenye viwango, hata kama unapita kwenye changamoto, jiweke kwenye viwango, sawa? Hata kama una mguu mwembamba, kama mkono usivai dela mpaka unachomekea, jiweke kwenye viwango. Utaona dalili hizo za watu kujithamini. Ayubu anaandika katika sura ya thelathini na nane mstari wa tatu mwanadamu hajui thamani yake Sulemani anasema kwenye Mithali, Nabii Suleman Mithali sura 31 mstari wa 10 mpaka wa 12, anasema: mke mwema ni nani awezaye kumwona, kima chake chapita kima cha marijani, moyo wa mumeo humwamini, humtendea mema siku zote, wala si mabaya, naye hatakosa kupata mapato. Yani hata kwenye ndoa kuna hiyo changamoto na mafarakano, sababu mnashushana thamani. Ehe, unasema hivi, mbona meno yamengoka? Ah, bado thamani yangu iko pale pale, hata kama meno yote yamengoka, hata kama parachichi zimeanguka, thamani yangu iko pale pale. Hebu jitengeneze wa thamani mwenyewe kwanza watu wengi hawajitengenezi wa thamani. Hatukuja na kitu hapa duniani na hatuwezi kutoka na kitu. Usifanane na watu wengine, jitengeneze wewe kwanza wa thamani. Ukijiona okay wa thamani utaona umuhimu wa kuishi duniani hapa, sawa wapendwa. Hatukuja na kitu, ndio maana Suleimani anaandika, nabii Suleiman kwenye Mhubiri sura ile ya, ya nane anaandika vizuri. Ehe, anasema sura ya tano mstari wa 11, 12, 13, kumi na nne ule msana, sura ya tano mstari kumi na moja anasema, mali ikiongezeka walao nao huongezeka, mwenyewe itamsaidia nini ila kuitazama kwa macho. Ukiwa tajiri hapa, vikao vyote vinafanyika kwenu. Usifikiri wanakupenda msosi, si upo juu <laughs> Wengine watalala mpaka kwenye korido, panatosha hapa hapa. Wengine mpaka utambulisho utakushinda, huyu nani? Shemeji yake babu, shemeji yake babu, unamhitaji hiyo? <laughs> Itabidi uwatazame tu na songa mbele, maisha yanaendelea maana tayari mali imeongezeka. Mstari wa kumi na mbili anasema usingizi wa kibarua ni mtamu, ya kwamba amekula kingi, ya kwamba amekula kidogo, kushiba kwa tajiri ya kumwacha kulala usingizi. Unapata tabu ya bure hapa duniani, saa nane usiku halali, una changamoto. Akitoka huko macho mekundu, nini sabuni? Kumbe ametoka kulia. no hawezi mwanadamu akaharibu safari yangu ya maisha. Amen, yupo aliyenileta duniani anajua safari yangu. E, yupo anajua safari yangu ya maisha duniani. Sawa wapendwa, jiweke kwa thamani. Ule mstari wa 12 sawa, usingizi wa kibarua ni mtamu, ya kwamba amekula kingi, ya kwamba amekula kidogo. Kushiba kwa tajiri hakumwacha kulala usingizi. Kuna watu wana changamoto ya afya ya akili hawalali saa nane usiku halali mpaka asubuhi si lali usingizi lala la. koroma mikoromo yote sauti ya kwanza ya pili ya tatu ya nne ya tano we koroma tu Eh, na ndio maana ukiwa mke na mume ile mnasonga mbele acha mke akorome zoea sauti yake kama vile anapiga kinanda kreta kreta anatafuna na nyama usingizini we songa mbele tu sio kila wakati unamwamsha wewe mwanamke vipi unanisumbua no ndio maana kwenye makusanyiko watu wengine wanalala, usifikiwa wana na usingizi nyumbani, apalaliki studio mwache alale nyumbani tangu saa tatu wanaingia saa tatu usiku, ugomvi ukilala, unaslala unisikilize. Kwa nini umu asilale? Lala, mwambie jirani yako lala hapa pana kiyoyozi pana niacha ulale nyumbani. studio studio ye una ndoa studio sana. Kwa hiyo jikubali, jitengeneze wa thamani kwanza, sawa wapendwa. Mwanadamu hajui thamani yake, na anasema usingizi wa kibarua. Hatukuja na kitu wapendwa, acha kuchanganyikiwa. Hii dunia tunapita ule mstari wa 13 anasema, kuna bara mbaya sana niona chini ya jua, nao ni hii mali alizoweka mwenyewe kwa kujinyima, mali zilizopotea kwa bahati mbaya, naye akiwa amezaa mwana, mna kitu mkononi mwake. Alivyotoka tumboni mwa mamaye tuputupu, atarudi vivyo kama alivyotoka, wala asichukue kitu kwa kazi yake. Hii ndio bara mbaya sana chini ya jua. Wewe kule mwimbili unaumwa, watu wanajaribu suruali na nitosha hiyo. Ehe, jitengeneze wa thamani. Amen. Unakuta mtoto wa kiume amevaa vihereni, amevaa. Jikubali, jikubali. Vaa nguo ya heshima, jikubali, we una thamani. Unavaa nguo kama unaenda kuogelea. Jikubali, uwezi ukavaa taula ukafungia ndoa, mnawezekani? Kila nguo ina mahali pake, wapendwa. Jikubali, dalili ya changamoto ya afya akili ni kutojikubali. Kwanza, unafika mahali unatafuta ufumbuzi usio sahihi wa matatizo, unahitaji ufumbuzi. Za jambo la pili, kujichukia. Yani, kuna mtu anatembea na uchungu. Kwenye uchungu hakuna mafanikio Eh, Ayubu anaandika katika sura ile, mhubiri Suleiman nabii Suleiman, sura ya saba mstari wa ishirini na sita lipo lilo na uchungu kuliko mauti. Kuna watu hata watamani kuisha, natamani kujiua, nafu angekufa huyo. Ndio hawa wanaanzisha no, ma... nini vurugu. Ujue maana yeye sisha kata tamaa. Yaani mimi hata hapa nasema maombi ya Yesu arudi mapema aje kufanya nini, achelewe kidogo, mambo bado mazuri. Ukisikia watu wanaomba maombi Yesu arudi kesho, haleluya, njaa hiyo, njaa ndio ina matatizo Mii kama na shiba matatizo ya nini? <laughs> na nini, niondoke mapema nashiba. <laughs> Kwa hiyo ni vizuri kuwa ku, ku, na moyo huru, moyo safi. Watu wanatembea na uchungu, anabeba uchungu anatembea, anaishi jana, sio leo anaandika Suleiman Mhubiri sura ya kwanza ule mstari wa nane anasema lolote natendeka duniani ni uchovu mtupu, jicho alishibi kuona, sikio alikinai kusikia. Utaona mambo mengi duniani, utasikia vitu vingi, sio wewe wa kwanza, yalikuepo, yapo, yatakuepo. Jana historia, leo zawadi, kesho maono. Acha kuishi jana. Utoto utumwa, ujana maswali, uzee ugonjwa. Tembea, songa mbele kwenye maisha. Ehe, urefu mbaji, wembamba fahari, unene kupenda, ufupi maonyesho, haya ndio maisha. Basi ngoja ni wache mbarikiwe, jamani. uh -huh. Takbir, ngoja <laughs> ni wache hapo. Haya ndio maisha, songa mbele, muda wetu mfupi. Acha kukunja uso kama umelamba limao, unahitaji uwe na uso wa Apple, Apple wa face. Mwangalie jirani yake, uso wake Apple au limao? Wengine ujui haumwi tu, ana changamoto ya afya, akili, wala haumwi hujui Yaani haumwi mpaka watu wanamuuliza unaumwa, wala si umwi. Unaumwa, sura yako inaonekana. Nabii Suleiman katika Mithali sura ya 17 mstari wa 22 anasema, moyo uliochangamka ni dawa njema. Wengine wahitaji dawa umwe, wanahitaji moyo tu uchangamke. Anasema, moyo wenye furaha uchangamsha uso. Mithali sura ya 15 mstari wa 13 Nabii Suleiman eh, moyo wenye furaha uchangamsha uso. Paka lipostiki, paka wanja. Moyo ukigoma na uso unagoma. Songa mbele, hii dunia tunapita. Acha kupita kwenye changamoto yavyo. Acha kulialia bila sababu, utalia mpaka lini? Tulia, songa mbele, tengeneza kicheko na furaha. Maisha ya kicheko na furaha ni maisha ya muda. Acha kujichukia, jitengeneze wa thamani. Mwanadamu mwingine uliokutana naye duniani asiharibu safari yako ya maisha. Maisha haya ni kama daladala. Mimi na muangalia mke wangu naona nani ataanza. <laughs> Ukimwambia anaanza fulani, mnagombana. Nani ataanza hapa? Naangalia mwanadamu uliokutana naye duniani wewe. Amenielewa utanielewa? Uh -uh, kupenda hela ndio dhambi kuwana hela sio dhambi wanaandika. <laughs> Uh, Suleiman katika Mhubiri sura ya kumi na mbili nabii Suleimani ule mstari wa saba anasema kama vile hekima ilivyo ulinzi, ndivyo fedha ilivyo ulinzi. Mtu mwenye hela anaweza kuwatukana, mkaona matusi yake utani wewe, uju utani wake. <laughs> Ndio maana vijana wengi hata kama wana hela wanabonge la wareti. Kuna vitambulisho vya nida bongela wareti huko. Mpaka suruali inashuka vitambulisho vya nida na vitambulisho vya kura, ulinzi tu. Lakini mama mipochi mnalipusiki na wanja, hamna hela, ulinzi tu. Mwambie jirani yako ni ulinzi tu. Aileteni ulinzi sasa hapa, asante sana.